Wamesema kitu kimoja, kitu sahihi hapo. Wamesema kitu kimoja sahihi hapa, wanasema hivi: msimamo huu unaashiria uasi. Ni kweli, ni kweli, kwa sababu tunasema tutazuia uchaguzi, tutahamasisha uasi. Hiyo ndio namna ya kupata mabadiliko ndio namna ya kupata. Mandela had to go through 27 years kwa treason ili kupata mabadiliko Afrika Kusini. Kwa hiyo, kwa hiyo tunaenda kukinukisha Walio tayari tutakwenda nao, walio tutaenda na walio tayari. Hakuna mtu atakayekewa bunduki hapa, walio tayari tutaenda nao. Wanaofikiria kwamba eh, sisiemu watakuwa walokole wamebadilika na nini, tutawatakia kila la heri. Sisi sio watu, sisi sio watu wenye roho mbaya. lakini unataka kuwa mbunge seriously twende twende tukapigania mabadiliko tukipigania mabadiliko ndugu zangu za kitu gani kitakachoharibika kitu gani ambacho nchi itapotea sana sana sana sana huu uchaguzi tutavuruga na tutavuruga huu uchaguzi kwa kama ulikuwa unafikiria kuwa mbunge Oktoba au Novemba, sahau hiyo. Ni kweli hiyo ni kweli. Na mimi nilikuwa nafikiria urais, na mimi nilikuwa nafikiria urais, nimtiania, nimesahau <laughs> au kama ulikuwa unafikiria udiwani Novemba Sahau kwa sababu tunaenda kukinukisha vibaya sana, sawa <laughs> sawa. Tukikinukisha vile, tukikinukisha vile, e, tutaumia. Ni kweli, ni kweli. Lakini mimi na imani tutashinda. Unajua kwa nini? Unajua kwa nini? tukikinukisha kinu, seriously watafanya nini? Watatuua? Aha, wanaweza aha, watatuua. Kwa hiyo mimi nimekinukisha, nakamatwa. Nakamatwa, napelekwa wapi? Naenda kushtakiwa kwa uhaini kwa kuamsha maasi.